Siku ya Jumatano tulipata hasara kubwa kwa sababu ya watu ambao walichukua ile maneno ambaye vijana wetu walikuwa wanasema, wakaipindua na wakatumia hiyo maneno kuvunja sheria, kuleta maafa, kuharibu mali ya watu na kutesa wananchi. Ile maoni ambao vijana walikuwa wanatoa maoni ya vile wangetaka serikali yao ikue. Sisi tuna yasikiza yale maoni na tunaamini mtu yote mwananchi wa Kenya ako na uhuru ya kutoa maoni, hata kama ni maoni yanatofautiana na serikali, ako na uhuru wake, bora afanye hivyo kwa njia ya amani na njia ya kufuata sheria na vile nimesema hapo awali, serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kufanya maandamano, kujieleza, kutoa maoni, kukosoa serikali. Serikali haitakuwa na shida yoyote, na haitaingilia uhuru wa Wakenya kuwa na haki ya kujieleza, kutoa maoni, na hata hiyo maoni kama inatofautiana na serikali. Lakini vile vile serikali haitakubali watu ambao wanajisingizia ya kwamba wanatoa maoni, wanajisingizia, wanaandamana, wanajisingizia ya kwamba wanatoa hisia zao, alafu wanavunja sheria, wanaharibu mali ya watu. We will not allow the country to slide into anarchy and lawlessness. Na kuna watu wanaendelea kufanya mzaha kuhusu hili jambo. Mimi nikiwa hapa Kitui, nataka nitangaze ya kwamba hatutakubali kama serikali kuangalia wananchi wakiteswa, wakiumizwa, wamama wakibakwa vituo vya polisi vikichomwa, mahakama zikichomwa, barabara zikiharibiwa, biashara za watu zikiporwa, ati kwa sababu kuna watu fulani hapo ambao ni wakora na wahuni wanajizingizia ati ni haki wanafuata. Nawapongeza wakazi wa Kitui kwa kuweka amani na kaunti nyingi ambazo hii mambo ya uporaji na uvunjaji sheria haikuonekana vile. Tunazingatia haki za kibinadamu na uhuru wa wananchi, hiyo nguvu ndiyo tutatumia vile vile vile kulinda uhuru na haki za wananchi, kwa sababu uwezi ati kuvunja haki za mwingine ati kwa sababu unataka haki yako. Kwani kuna tofauti ya wananchi? Si wananchi wote ni sawa. you cannot inja you cannot violate the rights of other people in the pretext of pursuing your own rights. Kwa hivyo mimi nataka niwahakishie ya kwamba wale ambao ni wezi, wakora, wahuni ambao walipata motisha kutoka kwa wanasiasa na viongozi fulani pale, tutawafuata, tutawakamata, tutawaadhibu kwa mujibu wa sheria. Na huko mbele hatutakubali tena watu kutokelezea na kuingilia wananchi, kuleta maafa, uvunjaji wa sheria na kuharibifu wa mali. Wacha sasa nimuite mwakilishi wa balozi Ndile. Kuna msichana wetu hapa anaitwa Ndile ambaye ni deputy ambassador kule China, nasikia ametumana hapa Sema vile amesema dakika moja. Mweye ni museo na mavinda ondhe. Kwa majina, mimi naitwa Mweni Ndile. Mimi ni wakili kule Nairobi, na nafunza kwenye shule ya Kenya School of Law, na naibu rais alinifunza sheria y mwaka wa 20